Mashindano yetu yaa yanaanza kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 13 kwa pamoja viwili, wiki ya kwanza. Wiki ya kwanza itaanzia tarehe 6 na hiyo na hiyo 2 mpaka tarehe 13. Kwa hiyo mashindano haya pia tuliyafanya mwaka jana ya junior kama hivi na yanashirikisha nchi za East Africa na kati, kwa hiyo ni mashindano makubwa, na ni opportunity kwetu sisi kuyapata haya mashindano, kwa sababu ni nchi nyingi zinagombea kupata mashindano haya ya junior East Africa. Tuko vizuri mpaka sasa, timu yetu tumefamandaizi yote mpaka leo. Leo tunafamandaizi ya mwisho vijana wangu kwa vizuri na tunashukuru serikali yetu Tanzania, wakati mmoja you know so, wow. So far tuna vijana kama wavulana kama nane na wasichana kama sita. Uh, kwa sasa hivi timu tumeandaa vizuri sana kauhali, kama kama hapo awali timu tumeandaa vizuri sana na timu imetoka uh, Kenya mwezi uliopita, lakini uh, tumekuwa na mashindano mengi sana grade uh, no uh, uh, no 3 uh, kuandaa tumejipanga vizuri manake, tunashikana wa karibu sana na baraza. Kwa hiyo kuanzia uh, usafiri kuanzia pia na maradhi, lakini pia uh, tunashukuru pia na klabu ya Gymkhana kupitia uh, uongozi wao wa tenisi uh, kutupa ruhusa kutumia viwanja vyao. Kwa hiyo kwa jumla maandalizi yako vizuri.